Kwa leo tuko Dodoma tunaendelea na zoezi la ukaguzi wa, wa mita kwa wateja wetu ambapo zoezi hili linategemea kupitia mita zote kubwa na ndogo kwa wateja wa Dodoma na maeneo mengine ambayo tutayachagua, lakini kwa sasa tuko Dodoma, tuna timu za kutosha kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunawapitia wateja wengi kadri inavyowezekana na, na wale ambao wanafanya mambo yasio wa tutayabainisha ya na kuyaweka wazi, lakini tungependa wanunue kwa kadi wanavyotumia, na si wasifanye mchezo mwingine ambao unaweza ukaleta gharama zisizo za lazima kwao, kwa sababu tukikuta kuna shida lazima taratibu na, na sheria zitafuatwa kwa mteja yoyote yule ambaye atakuwa amefanya tofauti na kanuni zao mtaka yafanye. Tupo katika zoezi letu maalum la kukagua wateja wetu kupitia miundombinu yetu ya Tanesco. Leo tupo Dodoma, barabara ya nane. Tumempitia huyu mteja wetu hapa, tumemkuta amejiungia umeme kinyume na taratibu za shirika. Yani ameingilia miundombinu yetu, ameunga waya moja kwa moja kupeleka kwenye matumizi yake pasipo mita yetu kusoma. Hivyo tutamchukulia sheria, kumkatia umeme na kusitisha huduma yake, ili aje kulipa faini zake, ndipo tumrudishie huduma yetu. Na si wateja wetu kuacha kuingilia miundombinu yote ya TANESCO kwa sababu tutakufikia. TANESCO